Assalamu alaikum, naitwa Saidi, karibu kwenye chaneli yetu ya Jifunze HTML kwa Kiswahili. Ikiwa bado tunaendelea kujifunza matumizi ya rangi katika HTML, leo tutajifunza rangi nyingine ambayo ni HSL. Kumbuka hii ni video ya nne ambayo tunazungumzia matumizi ya rangi katika HTML na hii itakuwa ndiyo video ya mwisho katika kuelezea kipengele hiki cha matumizi ya rangi katika HTML. Kabla ya kuendelea na kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kukoment. Sasa naomba tuendelee. Kumbuka rangi ambayo tunaenda kujifunza siku ya leo ni HSL color. HSL color kirefu chake ni hue saturation lightness. Hue maana yake ni ule mwonekano, jinsi rangi inavyoonekana. Kwa mfano rangi hiyo inaonekana ni nyekundu, kijani, bluu au kadhalika. Nadhani tunafahamiana. Hiyo ina thamani kati ya nyuzi zero hadi nyuzi mia tatu na sitini. Tupo pamoja? Ina thamani kati ya nyuzi zero mpaka nyuzi mia tatu na sitini kwa mfano unapoandika nyuzi zero au mia tatu na sitini hii ni sawasawa na rangi nyekundu. Unapoandika nyuzi mia moja na ishirini hiyo ni rangi ya kijani, na unapoandika nyuzi mia mbili na arobaini hiyo inakuwa ni rangi ya bluu. Tutaelewa zaidi pale wakati tutakapoanza kuandika mifano eh. Nadhani hapo itakuwa ni wakati wa kujenga ufahamu zaidi. Kitu cha pili katika herufi hizi tatu ambacho ni h na s na l ni saturation. Saturation ni kiwango cha nguvu ya rangi, yaani rangi hiyo ni safi kiasi gani au kwa kiasi gani imechanganywa na rangi nyingine kama vile nyekundu nyeusi nyeupe au nyingineyo. Tunafahamiana? Saturation ina thamani ya asilimia hii hiyo rangi hii. Au a, sehemu hii ya rangi inaandikwa kwa kutumia asilimia kuanzia asilimia zero mpaka asilimia asilimia zero inamaanisha sehemu hiyo hakuna rangi, na asilimia mia moja, e, inamaanisha kuna rangi kamili, yaani rangi safi kabisa bila ya kuchanganywa na rangi nyingine. Tunafahamiana. Na kitu chengine ambacho ni cha mwisho katika hizi herufi tatu ni L ambayo inasimama kwa lightness. Lightness ni kiwango cha mwangaza au uwazi wa rangi, yaani rangi hiyo ni giza kiasi gani au ni nyepesi kiasi gani, tupo pamoja. Lightness pia nayo ina thamani ya asilimia ambayo ni kuanzia asilimia zero mpaka asilimia mia moja. Ukiweka katika lightness, ukiweka asilimia zero, maana yake rangi hiyo ni nyeusi kabisa, na utakapoweka asilimia mia moja katika sehemu ya lightness, ina maana rangi hiyo itakuwa ni nyeupe. Asilimia hamsini eh, rangi hiyo haitokuwa nyeupe wala haitokuwa nyeusi, itakuwa ni kati na kati. nadhani kwa maelezo hayo yanatosha, sasa twende tuone jinsi ambavyo tunaweza kuiandika rangi hii ya hue, saturation and lightness. Kama kawaida tutaanza na heading 1, hiyo hapo ndani yake hapa tutaandika style, humu pia tutaweka color, tunaweka colon, halafu hapo tunaandika ile mfumo wa rangi yetu ambao kwa leo ni HSL. Hue, saturation, lightness. Baadaye tunafungua mabano, sasa hapo ndipo pale ambapo zinakaa zile thamani zetu ambazo tulikuwa tunazizungumza hapo mwanzo. Inayokaa mwanzo ni thamani ya e, hue ambayo tulisema kama ume, unakumbuka kwamba hii ni kati ya nyuzi zero mpaka nyuzi mia tatu na sitini. Tunafahamiana? Sasa hapa nikiandika mimi zero hii hapa, tumefahamiana kusisa, kuna koma halafu nikaweka asilimia mia moja hiyo hapo, tupo pamoja. Na mwisho nikaweka asilimia hamsini hii moja kwa moja inakwenda kututengenezea rangi nyekundu, tupo pamoja hapa. Tuweke e, tuandike e, html kwa mfano. Twende tukaone katika kubrowse hii hapa, tunaona hii hapa imekuja rangi nyekundu. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunaweza kuandika rangi kwa kutumia mfumo huu wa hue, saturation and light, lightness. Sasa tuangalie rangi nyingine, lakini hapo hatutotumia namba maalum, tutabuni tu namba zetu, twende katika hapa bae, katika bodi ili kutengeneza background ya ile peji yetu. Hapa tunaona peji yetu ina rangi nyeupe hapa kwa sasa, tutakatuibadilishe hii tuyepe rangi nyingine. Kwa tutakuja hapa katika sehemu ya bodi, tutaandika style, kama kawaida sorry style hiyo eh, hapo baadaye tutaandika background background alafu tutafunga colon tutaandika mfumo wa rangi yetu ani HSL fungua bano hapo, tutatengeneza rangi tunayotaka sisi. Kwa mfano tuweke 60 halafu hapa tuweke asilimia themanini kwa mfano, tuone kutatokea nini. Halafu hapa pia tuweke asilimia sabini e, kama hivyo, tuende katika kufresh tuona peji yetu imepata rangi hiyo hapo nadhani tunafahamia na, na jinsi ya kutengeneza rangi eh, katika mfumo huu wa hue, eh, saturation na, na lightness tuende katika mfano mwingine tukitaka kuandika rangi ya kijani tunaandika hivi eh, kama kawaida tutaweka heading one, ni mifano tu hiyo utaweka chochote kama ukiweka paragraph chochote utakachoweka itakubali mimi napenda kutumia heading 1 kwa sababu hiyo wepesi, pale napokwenda katika browser tuweze kukiona kile ambacho tunakiandika. Kama kaida, tutaandika style, na hapo tutaandika color, kolon, HSL fungua bano hapa hapo tutaandika tukitaka rangi ya kijani hapo utaandika mia moja na ishirini alafu koma. E, ndani yake hapa kuna asilimia mia moja kama hivi na mwisho asilimia hamsini. Sorry, hiyo hapo tayari rangi ya kijani. Ukija katika peji ukirefresh utaona rangi ya kijani. Hatuoni kwa sababu hatujaandika kitu hapa, napo tutaandika tu Kiswahili Kiswahili, alafu tukirudi tena hapa tutaona moja kwa moja Kiswahili hichi hapo kimekuja kwa rangi ya, ya kijani. Ama ukitaka kuandika rangi ya manjano eh, ambayo hapo sipendele niandike kutokana na background ambayo tumeiweka sidhani kwamba itakuwa inaonekana. Eh, twende tukaandike rangi nyingine ambayo hii wenyewe itakuwa ni rangi, tunaita rangi H1. Kama kawaida ndani yake hapa unaandika style kwa kawaida okay, sorry Style. alafu ndani color hiyo funga koloni HSL fungua mabano ndani ukitaka kuandika mfano rangi ya bluu utaandika mia mbili arobaini halafu koma hapa kuna asilimia mia moja unafunga hapo pasenti na mwisho kuna asilimia hamsini hivyo ndivyo ambavyo inaandikwa rangi ya ya bluu. Tupo pamoja. Sasa hapa tutaandika napo HTML HTML. Tukija katika peji, kurifreshi ukaratasi wetu, tutaona jinsi ambavyo inavyotokea. Hiyo ndiyo namna ya kuandika rangi kwa kutumia mfumo huu wa hue, eh, saturation eh, lightness. Na kuomba tukutane katika video inayofuata lakini na kusihi usiache kusubscribe kulike kushare pamoja na kucomment. Asante ah, sana.